Yes! una mtu hakupei pesa, mtu pesa zake ni ngumu, pesa zimekuwa pesa, wewe unataka nikupee mapenzi, nikupee nyonya, nyonyo, unyonyi, unirale kwa usiku, unaniamsha, unanifanya nini, unanitiginya tiginya, lakini kunipea pesa hamna. We mwanamke mrembo, kweli wewe ni mrembo Apata wanaume hawakupei wanaume hawakupei chochote. Unapata tajiri, unaona kweli pesa anazo anazigawa, kifo cha kukupea elfu kumi ya Kenya mm? au elfu laki eh, tatu za Tanzania, afadhali akupeleke bamu kunywe pombe ah -ah. lakini asishike hizo hela akakupatia, kumbe na wewe unakuwa na mashida yako, nitafutie chumvi ya mawe. Chumvi ya mawe unaiona hapa Andika majina ya huyu mtu sasa, hapa tumeandika James. James ni wagumu, James ni wagumu kutoa hela, yeye anataka wewe ndio umtunze, lakini yeye asikutunze. Yes, chukua majina ya James. Weka hivi katikati ya chungu ya mawe. Hii ni chungu ya mawe. Naiona hapa. Iweke within 24 hours. Hivi unaweka useme James abadilishe mawazo yako, na pesa zako zote zipitie mkononi mwako. Sitaki kujua shida zenye unazo, sitaki kujua vyenye unatafuta, sitaki kununua vyenye unajenga, sitaki kununua kazi za miti yenye. Nataka nataka hela na mimi, na mashida yangu. Eh, huu mwaka ni wa kufosi ukae ni salama.